Karibuni sana Kingo Farm, we bwana, ukiwa huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwanzo kabisa aa, ninataka nikutajie tiba tano ambazo zitakusaidia sana sana sana wewe kama mfugaji. Aa, kwenye kuwatibia kuku wako, nataka nikutajie tiba za asili ambazo naweza nikasema kwa namna moja au nyingine zina nguvu zaidi kwenye kutibu magonjwa. Uh, kwanza kabisa nianze na tiba unajua kuku wameumwa typhoid, na wamepona. Hii nataka niweke tiba namba moja, kwa sababu ilitibu vizuri sana. Kuna mchanganyo wa majani ya mpela uh, mpapai, tangawizi na kitunguu saumu uh, bwana huu uh, ni bonge moja ya mchanganyo hii ni, ni dawa ambayo ina tibu vizuri kabisa typhoid, lakini pia aa, kama kuku wako wameumwa ugonjwa wa gumboro hii hapa inatibu, au kama muharo wote ule, unakuta kuku wako ana muharo, kuku wanaweza wakapona. Kwa hiyo tiba ambayo nimekutajia hapo na vipimo vyake ni kwamba unachukua aa, jagi moja la majani ya mpera aa, ma, majani mawili ya mpapai tangawizi moja kitunguu saumu kimoja, unaweka kwenye maji e, kati ya lita saba, hivi itakusaidia sana. Hiyo ni, ni, ni tiba namba moja. A, tiba namba mbili, nakwenda kukutajia tiba ya mafua ambayo ina nguvu sana. Kuna tangawizi kitunguu saumu pamoja na majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi unaweka e, majagi mawili kitunguu saumu kimoja tangawizi mbili unachanganyia kwenye maji lita e, lita kumi. Hii ni tiba moja nzuri sana kwa ajili ya kutibu mafua. Majani ya mbazi yanatibu mafua vizuri, lakini hapo hapo hata kama kuku ana muharo, kwa mfano kuku wako ana muharo, lakini pia wana mafua unaweza kutumia hii tiba kwa ajili ya kuatibia vizuri kabisa. Hiyo ni tiba namba mbili. Aa, nataka nikupe tiba namba tatu. Tiba ya tatu tiba ya tatu bwana, nakutajia tiba ya kideli. Kama mnavyojua kideli hakitibiki kiurahisi, uwezi uh, ukatibu kideli kiurahisi hapa. Naenda kukutajia eh, tiba ambayo ina nguvu zaidi uh, kwa kideli. Ukichukua alovela majani ya alovela matatu ukachukua majani ya mpapai matatu, uh, ukachukua Eh, eh, tangawizi moja kitunguu saumu kimoja na vijiko viwili vya jivu, jivu hili la jikoni ukachanganyia kwenye maji lita kumi. Kuku wako kama wanaumwa kideli, wanapona haraka sana, wanapona haraka sana uh, huo ugonjwa wa eh, kideli. Hiyo ilikuwa ni eh, tiba namba tatu. Uh, tunakwenda moja kwa moja kwenye tiba ya nne kwenye tiba ya nne, lakini tiba ya tano pia itakushangaza zaidi, ambayo nitakwenda kuitaja hapa. Kwa hiyo wewe endelea kunisikiliza uh, hii video mpaka uh, mwisho. Uh, na nikuambie tu sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji ambayo ada yake ni shilingi elfu nane unalipia kwenye hii namba, shilingi elfu nane eh, kisha nina kuunganisha kwenye kundi letu la WhatsApp ambalo utakaa humo kwa muda wa miezi miwili, utakaa kwenye hilo kundi kwa muda wa miezi miwili, uh, ukipata elimu jinsi ya kufuga. Kwa mfano, namna ambavyo tulikuwa tunatibia hawa vifaranga, watu ambao wapo kwenye kundi letu tuliwaelekeza jinsi ambavyo tunawakinga kuku wetu hapa na magonjwa. Pia huwa tunaelekeza jinsi ya kujenga mabanda, pia tunashauri. Ukiwa na shida yoyote ile, utapiga simu kwa shilingi elfu nane. Hiyo ada kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Kwa mfano, tuna kitabu cha e, safari ya ufugaji toleo la pili. Hichi kitabu Toleo la pili hiki tumekifanyia tafiti kwa muda mrefu sana na e, vitu ambavyo tumeviandika humo e, sidhani kama umewahi kuvipata sehemu yoyote ile. Kwa, ni kitabu ambacho kinakufaa sana wewe mfugaji, na kwa mfugaji yoyote yule. Unajua, safari ya ufugaji, watu wengi hawajua hiki. Kitabu hiki kinajumuisha kuku karibia wote, yani jinsi ya kulea vifaranga, japo tumezungumzia sana kama hawa kuku chotala, lakini ukiwa na hiki kitabu hata kama una kuku wa kienyeji kanuni zake zile za kutaga zinafanya kazi vizuri sana pia. Hata kwa kuku wa mayai, ukiwapa wanataga vizuri sana sana sana. Kuku wako hata kama ni broiler wamedumaa mle, kuna kanuni ya kuku waliodumaa, unaweza ukatumia ile kanuni wakakuwa waka, waka haraka. Kwa hiyo ni kitabu kimoja kizuri sana ambacho uh, kin, kinakufaa lakini, kama unahitaji kitabu cha ufugaji kabisa wa kuku wa, kuku wa, wa kienyeji, tunacho. Kama unahitaji uh, kitabu cha ufugaji wa Broiler, tunacho kitabu uh, cha tiba za asili tunacho, za asili um, tumezungumzia booster za asili ambazo unaweza ukatumia kwa kuku wako kwa ratiba kwa maalum. Basi tunacho hivi vitabu, ni shilingi elfu kumi gharama yake, na ni soft copy, nina kutumia kwa njia ya WhatsApp. Tutafute kwenye namba ya simu ambayo unaiona hapo, itakusaidia sana. Sasa uh, twende tiba ya kutibu vidonda. Hii tiba sijawaidi kuizungumzia, tiba ya kutibu vidonda. Kwa mfano, kuku wako ameumia na kidonda, hii ndio tiba namba nne, inafanya kazi vizuri sana. Yale mashona nguo, nadhani mnayajua yale mashona nguo, usiweke maji ya fikichi au ya brand kama yalivyo Uh, halafu kamlia ule mchuzi kwenye kile kidonda. Kwa mfano kuku wako wamedonoana, unajua uh, kuna kaumli fulani ukikosea kualisha kuku chakula huwa wanadonoana kwa hiyo unaweza ukawawekea uka hicho hapo na wakapona vizuri kabisa. Hiyo ni tiba ya nne. Na tiba ya tano ni tiba ya ndui. Vile vidonda vya ndui pia unaweza ukavitibu kwa kutumia hiyo tiba ambayo nimetoka kuizungumzia hapo uka, ila unaviosha kwa kutumia limau, unasugua kwa kutumia limau. Ukikisha uh, kutumia limau, unakuja una eh, kamua mchuzi wa yale mashona nguo, nadhani mashona nguo mnayajua. Mna ukisha eh, kamua yale mashona nguo Uh, kisha una kwenye maji sasa, unachanganyia mchanganyo wa aloe vera, tangawizi, uh, kitunguu saumu. Huu mchanganyo upo rahisi sana, unaochanganyia basi kuku wako wanapona ndui vizuri sana. Lakini pamoja na tiba zote hizi, ni kusisitiza kwamba muhimu sana kuwapa chanjo kuku wako, mfano chanjo ya kideli pamoja na mafua ni muhimu sana, ili kuweza kupunguza uh, adha za magonjwa shambani kwako. Asanteni na kwa elini.